Mfalme kijana Yosia alikuwa na moyo uliomfuata Mungu, na katika somo letu la mwisho, Yosia alipokuwa akifanya mageuzi katika taifa lake na kusafisha hekalu, na kala ya neno la Mungu iliyokuwa imepotea kwa muda mrefu iligunduliwa. Baada ya kusomewa, aliguswa sana na kuhisi hatia, na sasa tunamkuta hapa katika mbili Wafalme 23 akiwa na azma ya kuongoza ufalme wa Yuda katika toba na upya. Yosia ataongoza kwa mfano kwa njia. Anakusanya watu wote wa Yuda pamoja, na tunasoma hapa katika mstari wa tatu: Mfalme alisimama karibu na nguzo na kufanya agano mbele za Bwana kutembea baada ya Bwana, kuhifadhi amri zake na shuhuda zake na sheria zake kwa moyo wake wote na roho yake yote, kutekeleza maneno ya agano hili yaliyoandikwa katika kitabu hiki, na watu wote wakaungana katika agano hilo. Sasa Yosia anaendelea na sherehe hii kwa mageuzi makubwa ambayo yanazidi yale aliyokuwa tayari ameanzisha. Hatuna muda wa kutaja kila kitu alichofanya, lakini mstari wa nne unatupa wazo la msingi. Mfalme aliamuru Hilkia kuhani mkuu na makuhani wa daraja la pili na walinzi wa kizingiti kutoa nje ya hekalu la Bwana vyombo vyote vilivyotengenezwa kwa ajili ya Baali, kwa ajili ya Ashera na kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni alivichoma ndia Yerusalemu na kubeba majivu yao hadi Betheli. Na aliwafukuza makuhani ambao mfalme wa Yuda alikuwa amewaweka ili kutoa sadaka katika mahali pa juu. Kisha hapa katika mstari wa saba alivunja nyumba za ibada za wanaume malaya ambao walikuwa katika nyumba ya Bwana ambapo wanawake walikuwa wakisuka mapazia kwa ajili ya Ashera. Kwa kweli huwezi kufikiria uasherati ndani ya hekalu pamoja na ibada kwa Ashera ambaye anadaiwa kuwa mpenzi wa Baali. Kisha tunasoma hapa katika mstari wa kumi alitia unajisi Tofidh ambayo iko katika bonde la mwana wa Hinomu, ili hakuna mtu atakayemchoma mwanawe au binti yake kama sadaka kwa Moleki. Tena, wapendwa ni vigumu kufikiria watu wa Kiyahudi wakishuka hadi mahali paovu kama hicho katika ibada yao ya sanamu, hadi kutoa watoto wao wenyewe kama sadaka kwa miungu ya kipagani. Lakini hicho ndicho walichokuwa wakifanya. Sasa hapa katika mstari wa 16 tunaona utimilifu wa ajabu wa unabii wa Kibiblia. Yosia anaenda Betheli na kubomoa mahali pa juu pa ibada ya sanamu ambayo ilikuwa imejengwa awali na mfalme wa Israeli Yeroboamu mifupa ya makuhani wa uongo wa Betheli inachimbuliwa na kisha kuchomwa kwenye madhabahu hii ya kipagani ili kuitia unajisi. Na kisha tunakumbushwa hapa katika mstari wa 16 kwamba hili lilifanyika kulingana na neno la Bwana ambalo mtu wa Mungu alitangaza, ambaye alitabiri mambo haya. Sasa hii inaturudisha kwenye mmoja wa Falme sura ya 13 ambapo mtu wa Mungu alikabiliana na mfalme mfalme Yeroboamu huko Betheli, na hapa ndipo kilichotokea. Na yule mtu alipaza sauti dhidi ya madhabau na kusema, e madhabau madhabau, hivi ndivyo asemavyo Bwana, tazama, mwana atazaliwa kwa nyumba ya Daudi, jina lake ataitwa Yosia, naye atatoa dhabihu juu yako makuhani wa mahali pa juu wanaotoa sadaka juu yako, na mifupa ya binadamu itachomwa juu yako. Sasa sikiliza hii, unabii huo ulitolewa miaka mia tatu kabla na haukutabiri tu kile ambacho mfalme angefanya. Lakini je, uliona pia? Ulitoa jina halisi la mfalme, mfalme Yosia. Ilichukua miaka mia tatu kabla ya Mungu huwa tayari kutimiza neno lake katika jambo hili, lakini neno lake hatimaye lilitimia. Sasa, kufuatia mageuzi ya Yosia katika nchi nzima, anarejesha tena kusherehekea Pasaka ambayo imepuuzwa kwa muda mrefu na taifa. Yosia anawaambia watu hapa katika mstari wa 21, wa 2 Wafalme sura ya 23, shikeni Pasaka kwa Bwana Mungu wenu kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki cha Agano. Sasa unakumbuka bila shaka kwamba Pasaka ilikuwa wakati wa kukumbuka ukombozi wa Mungu wa Israeli kutoka utumwani Misri. Sasa katika akaunti sambamba hapa katika mbili Mambo ya Nyakati sura ya 35 tunapewa maelezo kuhusu sherehe hii maalum ya Pasaka. Idadi kubwa ya wanyama ilitolewa binafsi na Mfalme Yosia na maafisa wake kama sadaka. Hizi hazikuhitajika, lakini zilikuwa maonyesho yanayofaa ya ibada na shukrani, hasa kwa kuwa hii ilikuwa mara ya kwanza kusherehekea Pasaka kwa miaka mingi. Tazama, Yosia anafanya kila awezalo kuwakumbusha watu kwamba Mungu amewachagua. Aliwakomboa. Aliwapatia mahitaji yao habari za kusikitisha zinatolewa kwetu na nabii Yeremia ambaye ananukuu Bwana akisema katika Yeremia sura ya tatu, aya ya kumi kwamba Yuda haikurudi kwangu kwa moyo wake wote. Sasa, miaka kumi na tatu baadaye, ushawishi wa kiungu wa Yosia unakatishwa. Ameuawa vitani. Farao aliandika Hanecho wa Misri Anasonga kaskazini kusaidia waashuri kuzuia jeshi la Babeli, na Yosia anaona hii kama fursa ya kumaliza tishio la adui wa Yuda, Waashuri. Kwa hivyo, Yosia anaongoza jeshi lake kwenda kukabiliana na wamisri katika jaribio la kuwazuia wasisaidia Waashuri. Kitu cha kushangaza kinatokea na ni cha kuvutia sana hapa. Farao anatuma ujumbe kwa Yosia. Na imeandikwa kwetu hapa katika akaunti sambamba ya mbili Mambo ya Nyakati 35. Na kifungu cha 21 anamwambia Yosia, Mungu ameniamuru nifanye haraka. Acha kumpinga Mungu ambaye yuko nami, asije akakuangamiza. Sasa kwa kweli Yosia haamini kwamba Farao Necho anazungumza kwa niaba ya Mungu, lakini kwa kweli alikuwa kwa hiyo hapa katika aya ya 22 katika akaunti ya mambo ya nyakati tunaambiwa, Yosia hakusikiliza maneno ya Necho kutoka kwa kinywa cha Mungu. Mungu kwa kweli alikuwa akimtumia mfalme asiyeamini kumwonya Yosia aepuke vita hivi, na ilikuwa ni onyo ambalo Yosia alishindwa kuamini. Tazama, Mungu alitaka Wamisri wa waunge mkono wa Ashuri, si ili waweze kuwashinda Wababeli, bali ili waweze kushindwa na Wababeli. Tazama, haya yote yalikuwa yakitayarisha hukumu ya Mungu, hukumu ya mwisho dhidi ya Yuda. Na tunaambiwa kwa huzuni, Yosia alijeruhiwa vibaya katika vita hapa Megido. Sasa mbali na mabadiliko haya ya ajabu ya matukio, Yosia alikuwa mfalme mcha Mungu na mfano wa kiungu. Habari za kusikitisha ni kwamba mfano wake haukuwafikia watu wake wote kwa kweli tunagundua hapa nyuma katika mbili Wafalme sura ya 23:3 kwamba mfano wake haukuwafikia hata wanawe wenyewe. Na Yosia anapokufa akiwa na umri wa miaka 39, mwanawe Yehoahazi anamrithi. Na aya ya 32 inatuambia kuhusu Yehoahazi, alifanya yaliyo maovu machoni pa Bwana. Sasa Yehoahazi anatawala kwa miezi mitatu tu. Farao Necho anaporudi kupitia Yuda baada ya kushindwa na Wababeli, anamwondoa Yehoahazi na kumchukua mateka hadi Misri. Farao anamwondoa Yehoahazi na kumweka kaka yake mkubwa Eliakimu, ambaye anamwita tena Yehoahazi. Tutakutana naye tena, lakini hebu niwaambie mapema kwamba kama vile kaka yake, aya ya 37 inatuambia hapa alifanya yaliyo maovu mbele za Bwana. Unajua, ninapofikiria mfano wa kiungu wa Yosia inanifanya nikumbuke ukweli rahisi kwamba viongozi wanaweza kuwaathiri wengine lakini hawawezi kubadilisha mioyo ya watu. Ni Mungu pekee anayeweza kufanya hivyo. Wenda leo unaongoza familia, kusanyiko au biashara. Ndio, ishi kwa ajili ya Mungu. Ndio, weka mfano lakini mwachie Mungu kile ambacho Mungu pekee anaweza kufanya. Ni roho ya Mungu pekee inayoweza kufungua macho na mioyo wa watoto wako, wafanyakazi wenzako, kusanyiko lako, kufuata Mungu. Na kama hawamfuati Bwana usijilaumu. Kama wanamfuata Mungu, kuwa makini usichukue sifa. Lakini tutasimama hapa. Mpaka wakati mwingine hawapendwa. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Bina.